Naitwa Fernando Musa Nchala, mwakilishi wa Radio Maria, Jimbo Katoliki la Mbinga. Miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania kwangu mimi kwa ujumla yana historia pana, kwanza, na kwa namna pekee ambalo naweza nikauisha na, nika na kuanisha miaka 30 na maisha yangu ya kawaida. Radio Maria binafsi imenijenga, ingawa nilikuwa Mkristo Mkatoliki niliyobatizwa miaka mingi na nikapata mafundisho ya komunio kipa imara na hata baadaye nikafunga ndoa, lakini bado kuna vitu e, nilikuwa sivifahamu. E, kwa namna pekee ndani ya utume wa Radio Maria nimejifunza, lakini pia nimekuwa kuwa, e, kuwashirikisha kuwa wengine ile tunu ya uinjilishaji. Utume wa Radio Maria haswa katika maadhimisho kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita kwa namna pekee toka ilivyoanzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita umetanuka kwa sababu nakumbuka miaka tisa eh, ilikuwa ni sehemu moja walikuwa wanainjilisha, lakini baadaye sasa kama hivi sasa radio ilivyokuwa kubwa imetanua wigo mkubwa na Wakristo wengi wa Katoliki kwa mimi ninavyowafahamu ni Ukristo ule wa kurithi. Kumbe kupitia Radio Maria tumepata katekesi, au watu wamepata katekesi ya kina, na bado e, tunaendelea kujifunza na watu pia wanaendelea kujifunza kupitia Radio Maria Tanzania. Mimi siwezi kusema kwamba Radio Maria Tanzania, Radio Maria Tanzania e, utume wake umekuwa rahisi, haswa kwa kuto e, fanya biashara. Umekuwa ni utume mgumu, lakini wenye changamoto kubwa kubwa zaidi naloliona kwamba ndani ya wasikilizaji au msikilizaji wa Radio Maria Tanzania amekuwa sehemu mojawapo ya majitoleo binafsi ya iari yeye mwenyewe kuwa tayari kushiriki kazi ya uinjilishaji, kama kauli mbiu ya Radio Maria Tanzania inavyosema, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kumbe mimi nawiwa fulani anaguswa vile vile kujiona kwamba kwa sababu Radio Maria haifanyi biashara, kumbe ana wajibu wa msingi kutoa kile ambacho alichokuwa nacho ingawa sio kikubwa sana, wakati mwingine e, wale wenye uwezo mkubwa wanatoa. Kwa sababu nimeshuhudia katika utume huu kwa miaka kadhaa, ambapo nipo ndani ya utume wa Radio Maria Tanzania, kuna watu ambao hata kwao kula yao kiukweli kabisa inakuwa ni ngumu, lakini yuko tayari kuchangia utume wa Radio Maria upate kuendelea mbele. mimi kubwa zaidi ndilo niliona katika hilo eh. Kwa nini wadau au msikilizaji wa Radio Maria Tanzania yuko tayari kuchangia na anaendelea kuchangia? Kwanza kabisa ni mrejesho, siku hizi wengi wanatumia mshindo nyuma, yaani kupata taarifa kile walichokiomba kile walichokiomba, wanaona, wanaona eh, matokeo yake. Mathalani Radio Maria wanakuja wanasema Tuna, tunaomba e, mchango huu, malengo yetu ni kiasi fulani, lakini tukipata hiki kiasi tunatamani au tunatarajia kufungua kituo. Baada ya muda, ile michango ikishakusanywa, yule mchangiaji kwanza anapata ujumbe e, katika simu yake na shukrani; pili kile ambacho kilichodhamiriwa kina kwenda kutokea. Hilo ndo kubwa zaidi ambalo e, msikilizaji au e, yule mdau wa Radio Maria anapata moyo na kuwa kwe, yaani tuseme kuendelea zaidi kuiamini Radio Maria na kujitoa zaidi. Mimi vipindi ambavyo navipenda sana ndani ya Radio Maria Tanzania viko vingi, lakini e, kwa uchache naweza nikasema kwanza kabisa historia ya kanisa, kiukweli inanibariki, na hata nikiwa katika sehemu fulani au kikinipita, na tamani siku ile ya marejeo e, nisikilize kwa sababu yule Baba Askofu msaidizi mstaafu wa Jimbo Katoliki la Bukoba Baba Methodius Kilaini amenibariki sana katika kipindi chake cha historia ya kanisa. Amekuwa ni mtu ambaye mwalimu haswa wa kufundisha historia ya kanisa, kwa sababu yeye nyeupe anaiweka kuwa nyeupe, lakini nyeusi anaitanabaisha kuwa ni nyeusi. Lakini pili ni maadhimisho ya ibada ya misa mbalimbali mbali, katika yale matukio makubwa haswa, mimi nikisikia bwana kuna adhimisho sehemu fulani, kiukweli ninachopataga mule, kwa sababu zile homilia zake, tuseme mahubiri, yanakuwa yale tofauti na madhehebu tatu eh, ndani ya Radio Maria Tanzania Kipindi ninachokipenda kabisa ni kipindi cha Katekisimu Katoliki Shirikishi, bila kusahau Ujumbe wa Biblia Baba Titus si ya migu. Nakumbuka wakati mimi naifahamu na, na, na Radio Maria, ndiko kipindi cha kwanza kilikuwa kunivuta kuisikiliza au kuifuatilia haswa. <coughs> msikilizaji ambaye labda alisikia kwa mara moja au mtu ambaye bado hajawahi kusikiliza Radio Maria Tanzania, kwanza nipende kumwomba kwa namna pekee, eh, asikilize Radio Maria katika masafa ya kawaida katika sehemu. Maana Radio Maria ni pana, inategemea sehemu alipo. Lakini kubwa zaidi, kwanza kupyaisha imani yake, pili kuna kipindi kinaitwa maswali ya usio imani. Hii itamjengea popote anapokuwepo, akifuatilia hiki kipindi kwa umakini, basi atakuwa na uwezo wa kujitetea au kumshirikisha mtu na kumfundisha mwingine juu ya imani ya kanisa takatifu Katoliki, kwa sababu kuna viswali fulani fulani, mimi naitaga vya uzushi, watu tunashindwa kujitetea huku au ku, e, tunasema kudifendi e, kiswahili kiswahili kizuri, sijaipata neno lake yani kwamba fulani wa imani tofauti anaweza akaja akakuuliza swali dogo sana ukashindwa kumfafanulia, lakini akisikiliza kipindi cha maswali ya usio imani ndani ya Radio Maria Tanzania atapata ufafanuzi na mwenyewe pia atakuwa na uwezo wa kujibia hayo maswali madogo madogo. Ujumbe wangu kwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania ni mwombe, popote anapokuwepo, aifuatilie Radio Maria Tanzania katika mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi awe tayari kuwa misionari wa kweli, yeye kwanza kuinjilika, lakini pili ainjilishe wengine, kwa maana akipokea habari njema basi aipeleke kwa watu wengine kwa majitoleo yake ya kweli, iwe ya muda, fedha, hata hali yake ya mali kuitegemeza Radio Maria Tanzania. Miaka thelathini ya Radio Maria Tanzania, uinjilishaji upendo na faraja, uinjilishaji upendo na faraja, miaka thelathini ya Radio Maria Tanzania. Nawapenda sana wana Radio Maria Tanzania, naona fahari familia yangu kuwa jumuika pamoja katika familia kubwa ya Radio Maria Tanzania.